Nguvu na mamlaka ya Mungu iwe ndani yako yako, andika hivyo, ni ujumbe huo. Maana yake unaandika hivi, nguvu na mamlaka ya Mungu iwe ndani yako, nguvu na mamlaka ya Mungu iwe ndani yako. Nguvu ina inakupa kumiriki. Kwa nini uwe na nguvu ndani yako? Kwa sababu nguvu inakupa kumiriki Nguvu inakupa umiliki. Nguvu inakupa umiliki. Mamlaka inakupa kutawala. Nguvu inakupa kumiliki. Mwenye nguvu anamiliki, amiliki ni kuna maisha maa. Tumpishe Bwana wara nguvu sarii. Nguvu inakupa kumiliki, umiliki mamlaka inakupa kutawala. Ili uweze kumiliki, lazima uwe na nguvu. Ili uweze kutawala, lazima uwe na mamlaka. Niweze kwa mamlaka Kutawala. Yesu ana nguvu atumiliki, Yesu ana nguvu atumiliki, Yesu ana mamlaka anatawala. Nimesemaje? Yesu ana nguvu anamiliki, ana mamlaka anatawala, kwa ili wewe, ili wewe uweze kumiliki lazima uwe na nguvu. Ili uweze kutawala lazima uwe na mamlaka yeah. Ndio maana nasema nguvu na mamlaka ya Mungu iwe ndani yako. Ndio maana unaweza kufanya kazi katikati ya mji ambao wachawi wamejaa, lakini hawakuwezi. Kwa nini? Kwa sababu una nguvu ya kumiliki, una mamlaka ya kutawala. Meeseini, una nguvu ya kumiliki, una mamlaka. Maana yake hata katikati ya jangwa, hata katikati ya wachawi hata katikati ya waganga, hata kama umezaliwa kwenye familia ya kiganga, lakini haijarishi. Kinachojarisha ni kwamba wewe unayo nguvu ya kumiriki na unayo mamlaka ya kutawala. kwa kitu kinaweza kukushinda katika hii dunia, ukiwa na nguvu ya kumiriki na ukiwa na mamlaka ya kutawala. Hata wengine wanasema ile nyumba mi siwezi kulala Sio watu wengine, watakwambia pale kwenye ile duka mimi siwezi kufanya biashara, unasema kwenye ile nyumba mimi siwezi kuishi, ile shamba siwezi kulima. Kinachowaofisha wengine ni kwamba hawana nguvu ya kumiliki na nguvu ya kutawala, maana neno la Mungu linasema kila mahali utapokanyaga utapo pawe pa kwako. Naweza kuwafundisha kwa ufupi naomba muelewe sana. Ndio maana sasa hofu ya Wakristo kuogwa kuharibiwa imekuwa juu, kwa sababu hawaelewi wao ni akina nani na wananini, yaani haiwezekani haitokae iwezekane kwenye taifa la Mungu, watu ambao ni miliki ya Mungu, ambao wanajua kwamba wanazo nguvu katika Mungu, wanayo mamlaka katika Mungu, alafu akatokea mtu ambaye anamtumikia shetani akaja kumzuru mtu huyu ambaye ana nguvu katika Mungu, ana mamlaka katika Mungu, haitokaa iwezekane, haitokai iwezekane labda kama yeye hana hivo vitu. Kwa hiyo habari niliyowaletea kwamba shetani sio stori, sio stori yetu. Habari niliyowaletea mganga au mchawi kwenye familia au nje ya familia, sio kizuizi wa kuzuia biashara yako, sio kizuizi wala kikwazo wa kuzuia mashamba yako, sio kizuizi atake tena wanazasi yanaaigi haya kwa sababu haya ndio ambayo ni kama staili ya maisha yetu ambayo kila mmoja akitaka kufanya kitu anaanza kuhofia, sivyo? Afanaje kwamba je hapa ndipo fanya, na yeye ataanza kuelekeza maombi yake dhidi ya wachawi na waganga, badala kuelekeza maombi yake kwa Mungu wake, Mungu wake ambariki, Mungu wake amfanikishe yeye, ataanza kuelekeza maombi yake namna ya kujilinda. Ni kweli Hakunaga mtu mwenye nguvu na mamlaka anaanza kufanya maombi ya kujilinda na kuelekeza, yeye anaingia kufanya kile ambacho Mungu amemwagiza, maana kila atakayeinuka zidi yake yuko Mungu aliyemwita na kumtuma kwenye biashara, yuko Mungu aliyemwita kumtuma kwenye kazi

wakati wengine watuangusha wa baba, nakwambia baba, waniendea watufangu watakuja kupiga nani? Waambie Mungu, kama Yerusalemu, inavyozungukwa na milima, maombi ya kisugaa ndio haya. Bwana, unawazunguka watoto wako, hurudi baba. Bwana, unawazunguka watoto wako ambaye umeweka kona yangu. Mimi naweza kuwa mlinzi, lakini sio mlinzi wa kiroho. Unaweza kuwa mlinzi wa kimwili Kwambie Mungu wewe unayelinda kiroho na kimwili, Bwana anakuachia hawa. Haleluya, haleluya! Umelima karibu na mchawi, wanasema anavuta viazi, anavuta mahindi, yani mastori ma mengine ya, ukiasikia aele wiki Haivali. Wee ukilima karibu ya hapo, nasema Mungu nakushukuru, umenipa mtaji wa huyu jamaa mchawi vitu vyake vile kwangu, amina, nilime kwa bidii. Nasemaje? Unasema, Mungu nakushukuru, nalima karibu na, na, na mtalamu mwanga mchawi, nakushukuru sana. Maana yake ni nini? Basi vitu viazi kanivuta mimi ya kwake maindi ntauta mimi ya kwake. Umeenda kupanga kwenye nyumba mchawi, waza, Mungu nakushukuru, nilikuwa nasubiri nafasi kama hii, nipange kwenye nyumba hii ya huu mchawi, ili nimuoneshe ni, ni, ni Mungu niliye kubeba pale. Nakushukuru. Kwa nini, mwambie Mungu nakushukuru. Sasa nataka uoneshe Mungu wako ndani yangu. Vimaombi vya ovovu, Baba napo safiri, unishike, unishike. Nadeleza umshike, asi, asi, asi yumba yumba, asi yumba yumba, gari litadondoka. Acha maombi ambayo yanaonesha kwamba hauna mamlaka. Acha maombi yanayoashiria kama hauna umiriki. Sukuma maombi ambayo mbayo, sukuma. Kwa maombi ni ule ufahamu ulionao ndani. Ndani. Sema ndani Kanisa limekuwa, yani mtu anatishwa eti, eti kuna familia, kuna kachawi, kamoja, sasa takuua na, kuenda kufunga, na kuomba Baba, kwanza leo nimetamkia maneno, nairudisha. Mwambie Mungu mimi sirudi chochote naishi. Amesema hivi kila silaha itakayoinuka kinyume chako haito, amesema yeye.

Haleluya. Kwa nguvu inakupa kufanyaje? Mamlaka inakupa kutawala. aulekoati mko tayari? Mko tayari? Nataka mkadhirishe, mkadhirishe haya, msiogope kama, yaani kama dereva saizi itatishwe takuwa, eh, takuwa mimi nimeshakufa hapo naishi Ukishakuwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale sasa imekuwa. Maana yake kwamba akitaka kuwa wewe aanze kwa Yesu. Tusome Biblia kumi na nane kumi na nane Mathayo. Je, waliopewa haya wanajua sema eh? maana aweza kupewa hela alafu sijui kama ni hela, si kweli Matayo, 18:18 amini nawambie, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni. Aa, mwambie kwa sauti, amini nakwambie wewe, wambie yoyote utakayafunga duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni. Sasa kwa mfano, unaamka asubuhi unawasema wote, wanga wanaonifatilia kwenye biashara yangu nawafunga, watakuwa wamefungwa na wapi? Watakuwa wamefungwa na wapi? Magonjwa yote yanayonisumbua nayafunga, yatakuwa yamefungwa na nani? atamke nani? Asimame kwa miguu yake. Unaamka unasema, Mungu nafunga hasara, nafungulia faida kwenye maisha yangu, nafungulia faida kwenye biashara yangu, nafungulia faida kwenye kilimo, nafungulia faida kwenye mifugo. Vipi? Sinala nzuri jamani, naomba ni niwaambie, mema yanatamkwa, mema yanatamkwa. We sasa ukiwa kimya tu ananijua Bwana, anejoabbbskia mema, sema mema, mema yanatamkwa. Ndio maana Mungu akatoa maelekezo, akatoa nini, akusema tuwe silence, tuwe kimya, no Alisema, amini nawambie, yoyote mtakao yafunga duniani yatakuwa yamefungwa, na yoyote mtakayafungulia, mtakao yafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa. Wapi sasa? Anakuja mtu anasema, mimi mimi nenda kufa, anaujama a a, hautokufa